mambo vipi najua unatamani kujua namna gani unaweza kupunguza uzito mimi naitwa Said na kwa muda mrefu sana nilikuwa nikisaidia watu wengi sana kuweza kupunguza uzito kwa sababu hata mimi nilikuwa mzito na nilikuwa na kilo zaidi ya 100 nilikaweza kupunguza kilo sita ndani ya siku tisa na kilo 12 ndani ya siku 15 jumla ndani ya mwezi mzima niliweza kupunguza kilo 22 nilifanya nini nilitumia hii programu hapa inaitwa C9 C9 ni programu ya siku tisa ambayo ni programu ya virutubisho, ni ni, ni programu ambayo inakusaidia kusafisha mwili pamoja na kupunguza uzito. Ndani ya C9 kuna bidhaa tano, kuna juisi mbili ambazo zitakusaidia kusafisha mmeng'enyo wako wa chakula kutokana na vyakula tunavyokula au vinywaji ambavyo tunavini kila siku. Lakini pia ndani ya C9 kuna, kuna, kuna supplements ambazo ziko hapa kwa mfano kuna supplement inaitwa Garcinia hizi mbili hapa, ambazo zitakusaidia kwenye kuyeyusha mafuta na kupunguza appetite ya kula ovyo, na kwenye kuyeyusha mafuta na kuyeyusha mafuta yaliyoko sehemu mbalimbali za mwili. Kuna wengine kwenye mikono, kuna wengine kwenye tumbo, kuna wengine yanakuwa ya, ya, ya, ya kwenye mapaja, wengine yanakuwa kwenye mgongo, sehemu tofauti tofauti, to, to za mwili, kwa utapungua zile sehemu ambazo zinahitajika kupungua. Pia kuna products inaitwa Forever Therm ambayo inakusaidia kuongeza joto mwili kidogo, yani ufanisi inaongeza pia metabolism ya mwili wako, kufanisha mwili wako kwenye kufanya kazi. Kwa hiyo uh, itakusaidia usichokechoke, lakini pia ina green tea, green coffee, kwa hiyo itakusaidia kuuuza kubani mafuta zaidi. Lakini tuna hii bidhaa hapa ambayo inaitwa uh, Forever Fiber. Inatokana na nyuzi news tu zinazotokana na matunda, mboga za majani ya kula, jamii ya mizizi, na hii Forever Fiber inakusaidia usi usijisikie kwanza mshipa lakini usipate choo kigumu wala kilaini. Kwa hiyo hautaharisha wakati unaotumia yako na utajisikia vizuri sana wakati unaotumia pia kuna meal replacement. Mara nyingi sana watu wengi wanafikiria nini nitakula kati nafanya program. Huu ni unga wa protein ambayo una virutubisho vyote ambavyo mwili wako unahitaji. Unavyotumia unakusaidia kama meal replacement, lakini utakusaidia uweze kusijisikia njaa na kuweza kupata virutubisho vyote ambavyo vinahitajika. Pia unavyoitumia epoka, utakuja na kitabu special, mwongozo ingawa. Tutakupa mwongozo pia kwa uh, kupitia labda WhatsApp au kupitia simu ili uweze kuweza ku kupata mwongozo kamili unavyoitumia C9. Haimaanishi kwamba hautakula vyakula vingine. Utakula vyakula vingine, chemsho ya kuku, chemsho ya samaki, mboga za majani, vyakula vya kawaida. Lakini pia tutahusisha mazoezi kidogo, hata kama hujawahi kufanya mazoezi, unaweza kufanya mazoezi hata pembeni kitanda chako, na hakika ndani ya hizo siku tisa utaweza kupungua kuanzia kilo tatu mpaka kilo kilo sita saba, hapo inategemewa na nidhamu ya mtu, na wengi wamepata matokeo kama hao hapa. Na ukiachana na hivyo utakuwa umesafisha mwili wako na umepungua uzito. Ukiendelea zaidi, tutakuokea programu unaofuata naitwa F15, ikusaidia uweze kupungua vizuri zaidi. Karibu sana, mwone mtu yote aliokupa hii video, mwambie inataka kupungua sasa.